Katika miji mikubwa ya Tanzania shughuli za biashara ndogondogo ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku na uchumi wa kaya nyingi. Moja ya kundi linalojulikana zaidi katika sekta hii ni mama na baba lishe, wauzaji wa chakula mitaani na maeneo ya mikusanyiko ya watu. Licha ya mchango wao mkubwa katika jamii, Mama na baba lishe wengi bado hawana usajili wa kisheria wa biashara zao. Inashauriwa kuchunguza kwa kina hali yao, changamoto wanazokumbana nazo na faida zinazoweza kupatikana endapo biashara zao zitasajiliwa rasmi. Takwimu za uchumi zinaonyesha wazi kwamba sekta isiyo rasmi ni kubwa nchini Tanzania. Kulingana na ripoti iliyoandaliwa na taasisi isiyo ya serikali inayofanya tafiti za kiuchumi TICGL, ya mwaka 2025, karibu asilimia 71.8 ya nguvu kazi nchini, takribani watu milioni 25.95, inafanya kazi katika sekta isiyo rasmi ilhali asilimia 28.22, takribani watu milioni kumi nukta moja saba wana ajira rasmi. Sekta isiyo rasmi inajumuisha kazi nyingi za biashara ndogondogo kama uuzaji wa chakula, huduma za barabarani na biashara ya rejareja. Zaidi ya hayo, utafiti wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuhusu shughuli za uchumi wa mtaani umeonyesha kwamba kati ya shughuli kuu za sekta isiyo rasmi, uuzaji wa vyakula kama hizi za mama na babalishe unachangia takribani asilimia 11.3 ya shughuli zote zisizo rasmi. Kwa maana nyingine, mama na babalishe sio siyo tu wauzaji wa chakula, bali pia ni sehemu ya uchumi yenye mchango wa maana katika maisha ya kaya nyingi hasa kupitia kipato anachopata kila siku kwa kuuza huduma za chakula. Licha ya mchango wao muhimu, mama na baba lishe wanakabiliwa na changamoto zifuatazo zenye athari kubwa kwa maendeleo ya biashara zao: ukosefu wa usajili na urasimishaji. Biashara nyingi za mama na baba lishe hazijasajiliwa kisheria au kupata leseni rasmi, jambo linalowasababishia kushindwa kufikiwa na msaada wa kiserikali kama mikopo, mafunzo ya afya ya chakula na ulinzi wa kisheria. Upatikanaji mdogo wa huduma za kifedha. Kutokana na kutokuwepo kwa usajili wa biashara zao, mamalishe wengi hawana rekodi za kutosha za kibiashara ambazo taasisi za kifedha zinahitaji kabla ya kutoa mikopo au huduma za kifedha. Mazingira duni ya kufanyia biashara. Biashara nyingi zinafanyika kwenye maeneo yasiyo na miundombinu mizuri kama maji safi, umeme wa uhakika na vyumba vya kupikia chakula salama, hali inayoweza kusababisha matatizo ya afya kwa wateja na wafanyakazi wao. Mfano, yanapotokea magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu miongoni mwa biashara zinazopata madhara ni baba na mamalishe kwa kuonekana kama sehemu ya kuzidisha maambukizi. Ukosefu wa mafunzo ya kibiashara. Wengi wa mamalishe hawana mafunzo rasmi ya usimamizi wa biashara, kupanga bei na kusimamia mapato na matumizi na udhibiti wa ubora wa chakula wanachokiuza. Urasimishaji wa biashara za mamalishe unaweza kuleta manufaa mengi kwa ubinafsi na kwa uchumi wa taifa kwa ujumla. Miongoni mwa faida hizo ni ulinzi wa kisheria. Biashara zilizosajiliwa zinapata heshima na ulinzi wa kisheria. Hivyo, mamalishe wanaweza kufanya kazi bila hofu ya kufungiwa bila taarifa au kutojulikana kama wafanyabiashara halali. Upatikanaji wa mikopo na huduma za kifedha. Biashara zilizo rasmi zinakuwa na fursa kubwa ya kufungua akaunti za benki kwa majina ya biashara, kwenda benki au taasisi za fedha kwa mikopo ya uwekezaji au huduma za bima zilizo rasmi. Mafunzo ya usalama wa chakula na usimamizi, kupitia usajili rasmi mama lishe wanaweza kufikiwa na mafunzo rasmi juu ya usalama wa chakula, uzalishaji safi na mbinu bora za usimamizi wa biashara. Takwimu na sera bora za ukuaji. Urasimishaji unatoa takwimu sahihi ambazo serikali inaweza kutumia kupanga sera za maendeleo, mikopo na mipango ya usaidizi kwa biashara ndogo ndogo kwa njia ya tija zaidi. Kwa kumalizia, Mama na babalishe ni sehemu ya nguzo muhimu ya uchumi wa Tanzania. Sekta isiyo rasmi inachangia kwa kiasi kikubwa ajira na kipato kwa kaya nyingi. Na shughuli kama uuzaji wa chakula zina nafasi ya kipekee ndani ya uchumi huu. Hata hivyo, changamoto za kutokuwepo kwa usajili rasmi, upatikanaji mdogo wa mikopo, upatikanaji mdogo wa mikopo na mazingira duni ya kazi zinazuia ukuaji wa biashara hizi. Urasimishaji unaweza kuwa suluhisho muhimu kwa kuboresha haki za kisheria, ufikiaji wa huduma za kifedha, na kuimarisha ustawi wa mama na baba lishe na familia zao. Kwa hivyo, sera na programu zinazolenga kuchochea usajili wa biashara ndogo ndogo ni muhimu kwa maendeleo endelevu ya uchumi wa Tanzania.